Sehemu ya wanawake wa kijiji cha Ivalalila wakitayarisha chakula kinachoitwa usughe ambacho ni mchanganyiko wa viazi na unga wa ngano au mahindi, na upishi huu unafanyika ikiwa ni maadhimisho ya wiki ya lishe wilayani Makete. Asilimia kubwa, yani ndo chakula hicho cha muhimu sana kwetu huku, yani wakati mwingine tuseme ni mfululizo, wawezi na kula jioni asubuhi na kula kitu kingine, lakini usughe ndo chakula kinacho tunachokula sana kwetu huko. Huu ni, ni chakula ambacho ni asili yake asili ya Kikinga. Mazoea yanajenga tabia inayofanya baadhi yao hata wakiwa mbali wanakumbuka chakula cha asili yao. Aa, nikienda mbali lazima nikumbuke kwetu kusema kuna usuge wa aina hiyo, maana sehemu zingine wanasunga wanasonga tu ugali tu wa mahindi ule. Hata hivyo ulaji wa chakula cha aina moja unatajwa kwa sababu ya kuchochea ongezeko la udumavu kwa watoto chini ya umri wa miaka mitano. Unakuta asubuhi atakula viazi labda vilivyomenywa kama kifungua kinywa, mchana atabadilisha na, atakula chakula chenye muundo huo huo, lakini katika jina tofauti, unakuta amekula viazi vile vile, lakini vyenye maganda, watoto wamepika wamekula, lakini jioni yake usiku anachanganya na unga viazi vile vile, anatengeneza ugari. Kwa kikinga ni maarufu sana, unaitwa usughe unakuta ame siku nzima na wakati wote tunakula chakula kinachofanana kwa hiyo mabadiliko haya ya kuwapeleka, ya kutupeleka kwenye vyakula vya aina zote tano yanasaidia sana wengine wanasema huka ya uchapakazi kwa wenyeji wa Makete unawafanya wasiweke kipaumbele mambo ya lishe bora shida, shida hapa ni kazi tuko busy sana na kazi watu wa Makete pamoja na kutafuta utajiri tujikite sana kwenye malezi ya mtoto yanatengeneza mtoto mwenye huruma, mwenye upendo. Ukimlea mtoto wako unamtengeneza mtoto kuwa na ile upendo hata kwa familia ambayo naye ataijenga. Hongereni kwa ushindi, tokomeza udumavu. Wanafunzi kutoka vilabu vya lishe wamejitokeza wakiwa na mabango pamoja na nyimbo zenye ujumbe wa lishe yaani matunda ya aina mbalimbali mbali watoto wanakula saa hizi. Ndio maana saa hizi watoto vitumbo havijajaa kama mnavyowaona wako mbele yenu. Taarifa kutoka idara ya lishe imeeleza hatua ilizoanza kutekeleza ili kuongeza uelewa wa masuala ya lishe. tunatekeleza afua mbalimbali kwa sasa zenye lengo hasa la kutokomeza changamoto tulionayo, na afua zinatekelezwa kwenye ngazi mbalimbali mbali. Kuna ngazi ya halmashauri, kuna vitu vinavyofanyika pale kama vikao vya kutathmini utekelezaji wa viashiria vya mkataba wa lishe, lakini pia utengaji na utoaji wa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa afua mbalimbali za lishe. Maadhimisho ya wiki ya lishe wilayani Makete, ya lishe wilayani Makete yamefanyika kwa wananchi kupewa elimu ya ya lishe, afya na ustawi wa jamii. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe.